Hivi leo taifa la Kenya na Afrika kwa jumla imeingia katika kipindi cha majonzi makubwa kufuatia kifo chake aliyekuwa waziri wa zamani wa Kenya na kiongozi wa upinzani wa muda mrefu, Raila Amolo Odinga. Kulingana na taarifa iliyotolewa na familia yake na viongozi mbalimbali wa nchi hiyo ni kwamba Odinga amefariki katika hospitali moja kule Kochi nchini India, na chanzo cha kifo chake kinasemekana kuwa ni mshtuko wa moyo uliompata akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Raila Odinga alikuwa kiongozi mashuhuri aliyejitokeza katika ulingo wa siasa kama sauti ya mageuzi na utetezi wa demokrasia kupitia chama chake cha ODM na harakati za kisiasa zilizodumu kwa zaidi ya miongo mitatu. Raila alibeba matumaini ya mamilioni ya Wakenya waliotamani mabadiliko, haki na usawa. Katika maisha yake ya kisiasa Odinga aligombea urais mara kadhaa na licha ya kutotangazwa mshindi, alibaki kuwa mchezaji mkuu wa siasa za kitaifa, na aliheshimiwa kote ndani na nje ya nchi kwa msimamo wake wa kuhimiza maridhiano na umoja wa kitaifa. Kifo chake kimetikisa taifa huku viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya taifa wakituma salamu za rambirambi kwa familia yake wakimtaja kama kiongozi shupavu na aliyeacha alama kubwa katika siasa za taifa hilo. Mipango ya mazishi itatangazwa rasmi na serikali kwa kushirikiana na familia yake huku taifa likiombwa kuwa na subra katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kwa sasa Wakenya wameombwa kuwa watulivu, kuungana kwa pamoja ili kuienzi kumbukumbu ya kiongozi huyo aliyeacha alama kubwa sana katika mageuzi ya kisiasa pamoja na demokrasia ya taifa hilo.